shilingi zaidi ya milioni sabini kwenda kukamilisha ule mradi, ukiachilia mbali hiyo milioni ishirini ya mzee Nchimani. Kazi mheshimiwa DC utatusaidia, na kamanda wa TAKUKURU yupo na kazi zitaendelea. Makarabasha yale yote yote ambayo yametumika kwenye manunuzi yaende wapi? TAKUKURU atahusika, alenda kununua na aliyeuza kinachoonekana wazabuni wetu, kitu kinachouzwa kiasi fulani kwenye soko, wenyewe wameuza mara mbili yake. Unaendaje kuniuzia mara mbili kwa sababu ni serikali? Lakini hatuwezi kulipa madeni kwa kutumia mapato ya wananchi ambao wao wenyewe wanatoa kodi zao. Kuna barua zimekuja pale ofisini kwangu zikinitaka nilipe hela za wazabuni ambao wa wamenyimwa hela na halmashauri nimwelekeze mkurugenzi kama ki siku moja, tulikuja tulikaa pale na wazabuni wote kwenye ofisi yako, na nikakataa wazabuni wote wote ambao wanawadai walimu wakuu na watendaji wa serikali ambao wamekula pesa kulipwa na mapato ya ndani ambayo sisi tunakusanya kwa ajili ya maendeleo ya wananchi, alafu wao wamekula pesa, turudie tena mara pili kutoa pesa? Nimekataa na wameandika barua mpaka kwa rasi na wameninakilisha, na bado nitaendelea kukataa nikiwa kama msimamizi wa fedha za serikali zilizokwepwa ndani ya halmashauri na ndani ya wilaya Nzega. Haiwezekani pesa hiyo hiyo inayotolewa halmashauri ya wilaya ya Nzega, inatolewa halmashauri ya wilaya na halmashauri ya mji ya mji, wanamaliza na chenji inabaki.